Nyumba ndo hii kama unavyoiona mm. Mazingira yake kama unavyoyaona yametulia, sawa hapa mm. Utaishi vizuri, hakuna matatizo yoyote mazingira. Kwanza unayonaje mwenyewe? mm -hmm. Eneo ni kubwa mm. Lakini, lakini umependa ume au ah, kupenda. Nimepapenda yeah. Nyumba nime iko vizuri, yani usalama upo

Zito, watu minaba, nyumba. Nyumba, hapa, Nisho, koi, koi, eh, watu wazito wametoka hapa. Mfano mmoja wao kutoka juzi hapa. Sasa yuko kwake. Yaani kama ina baraka baraka fulani nyumba. Yaani ukikaa nyumba ama ujenge nyumba. Hakuna anatoka hapo afa kaenda kupanga tena hakuna. Ushaona? Kwa hiyo hii ndio tunajua tutaje. Eh, ndio kama unavyoona. Kwa hiyo unakuta hapa ni wewe mwenyewe tu labda useme mimi labda sijazika. Kama nataka sehemu kweli ya kutulia basi ni nyumba. Nyumba nimeiona lakini, mazingira yote ni mazuriaaeaakafanya usafi mtu mtu yako fresh. Kwa hiyo kama nyumba nzima hiyo yote elfu kumi na tano. Eh, hii ni kumi na tano. Mm -hmm. Don't. Mbona wasiwasi sana na hiyo? Ah, naona nyumba kubwa alafu kama kumi na tano. Elfu kumi na tano. Hii si kwaje na kubwa. Mimi sina tamaa. Yeah. Eh, mimi sina tamaa kabisa. Wewe wewe leta hiyo ile elfu kumi na tano ukitaka unalipa mwezi mmoja, ukitaka miwili, ukitaka mitatu. Mimi naangalia pia na watu. Unajua so, maisha yatofautiana dangu.

kodi dadangu, mimi huwa naangalia na maisha na na tuliokuwa nayo sawa, eh? Hmm. Kama utakuwa na uwezo wa mwezi mmoja, haya, ukiwa na uwezo wa miezi miwili sawa, ukiwa na uwezo wa miezi mitatu sawa, minne sawa, sita sawa, mwaka sawa, dadangu. Sa sasa hmm, hivi hakuna labda mashahidi? Uko tayari umeipenda, twende nje. Nimekuelewa. Sasa, kwa fresh umelizika mm. Amna swali lingine maana tushamalizana, nakuacha wewe na nyumba yako tu. Wasiwasi wangu sije kumbe mmepangisha watu wawili wawili, hapana. Yaani uliondoa wasiwasi, tumalizane, uje sasa na wewe ufanye nyumba yako sasa. Ila nyumba ya dada yangu umepata ehe, shoga yangu nakupigia no, baadaye bwana ban. ah, haya poa